Sasa lazima tuweke watu madhubuti wanao toa huduma kwa wananchi, hata kuendelewa hii kazi si ya kuendelewa, hii kazi ni ya kutoa huduma. Diwani lazima ujitoe, na wabunge hivyo hivyo. Bunge ni yule ambaye anajali shida za wananchi. Leo nime kamuuliza Hassan, huko nako Nakwi umefanya nini? Anasema, mwenyekiti, nimepeleka kituo cha afya, lakini kwa sasa barabara iko karibu kutengeneza, fedha zimeshapatikana, barabara ile itachoma, mkandarasi ameshapatikana, ataanza kazi muda sio mrefu. Yani unaona kabisa, ukimwita hata usiku wa manane Anaifuatilia na anaisimamia sasa. Tunataka waaina ile wabunge wa namna wa hiyo, sijui umenielewa ndugu yeah, zangu kwamba mtu yeah, anakweli anaishi kwa shida za mwananchi, anayaishi matatizo yao, lakini anayaishi mafanikio. Nimekwenda kule na mpungu nimekuta umeme na wenyewe wamekiri, kweli tumeletewa umeme. Tunamshukuru dakta Samia Suluhu Hassan, ndio tunataka kuongoza na tumewaambia umeme ule umefika ngazi ya vijiji. Sasa serikali inaendelea kupeleka umeme ngazi ya kitongoji. Mkandarasi wa kusambaza umeme wilaya zetu za mkoa wa Ruvuma ameshapatikana, na nao wameengini, wapo kwenye maandalizi ya kuleta vifaa kwa ajili ya kusambaza umeme sasa kwenye vitongoji. Kwa hiyo nakate na Ndembo, mjiandaye kwa kuwekewa umeme kwenye vitongoji vyetu. Hiyo ndio kazi ya mbunge, hiyo kazi ya serikali ya Dakta Samia Suluhu Hassan, anashusha vitu, huna haja ya kuangaika sasa hivi miradi ya maji inaendelea kutengenezwa katika maeneo mbalimbali, na inatakiwa kwa dhamira ya, ya, ya Daktari Samia Suluhu Hassan anataka sio tu kumtua mwanamke ndoo kichwani, kutumia mabomba ya pamoja, anahitaji matarajio <coughs> ya daktari Samia. Kwa hiyo wakati tunaelekea kwenye uchaguzi huu, lazima tujipange, tuwapate viongozi wanaohusika kwa wananchi, wanaofanya kazi ya maendeleo, kama alivyo diwani wenu, kama alivyo mbunge wenu. Mambo mingine ya ubabaishaji hatutayapata.